Leo nataka ni share na nyinyi vile ambavyo kutoka madhabauni tutasikia wachungaji wakideclare wakiongea ni kwa namna gani wana, wananchi waumini e, wa Tanzania wameumizwa. Ya, yeah. Unajua ukiwa katika hali ya ukimya, moyo unauma zaidi sasa hawa wachungaji ambao ni sauti ya watu ambao ni manabii wetu hawajakaa kimya. Hebu tuwasikilize. Kwanza kabisa, nipende kutoa pole kwa wana wa Mungu wote kwa mtikisiko ambao tumepita kama taifa na kwa misiba ambayo imetokea kwa sababu hapo mbele tu ya kanisa letu hapo juu watu kumi na tatu walikufa kwa mpigo, kumi na tatu, na maeneo mengine katika mji wetu ilionekana miili imelala mabarabarani. Kwa hiyo tunaposikia mtu anasema wamekufa watu kumi nchi nzima tunamshangaa sisi kama watumishi wa Mungu, na inaweza ka ikaonyesha kama hatujui thamani ya damu ya mwanadamu. Kawaida damu inapomwajika katika uso wa nchi inapiga kelele, na jambo lisipotunzwa vizuri, damu hulipwa kwa damu ni jambo la hatari sana. Mimi sasa nina miaka hamsini na kitu katika maisha yangu sijawahi kushuhudia jambo kama hili. Sijawahi kusikia mabomu yakipigwa mfululizo. Sijawahi kusikia risasi zikipigwa mfululizo. Sijawahi kukaa ndani kwa siku nne bila kutoka nje. Sisi kama Waafrika tumekuwa na methali, tumekuwa na nahau, tumekuwa na vitendawili, tumekuwa na hadithi fupi, tumekuwa na hadithi ndefu, lakini zilitujenga katika maadili mazuri. Nakumbuka habari moja kwamba kuku alimwona nyoka akiingia ndani ya nyumba. Akamwambia Mbuzi, nimeona nyoka ameingia ndani ya nyumba yetu. Naomba umwambie ng'ombe aje tusaidiane tumuue. Mbuzi akasema mimi, bwana, hayo hayanihusu. Akaenda kupiga na stori na ng'ombe. Akamwambia eti kuku anasema ndani ameingia nyoka, tushirikiane tumuue. Huyu kuku mjinga sana. Kama ameingia huko ndani na yeye ndio anatagataga mayai chini ya uvungu huko. Zamani kuku alikuwa na kadi ndani ya nyumba, ye atajua huko bwana. Usiku taa ikiwa imezimika, binadamu akasikia kitu kinatembea, akanyoosha mkono. Aliponyoosha mkono, yule nyoka akamuuma. Nyoka alipomuuma binadamu akawa hoi. Watu walipoanza kuja kusalimia, kwanza tu akasema, jamani, kuku achinjwe atengenezwe kwa supu kwa ajili ya mgonjwa. Kuku akaandaliwa kwa supu. Walipoongezeka watu wakuja kusalimia, mbuzi akakamatwa, naye akachinjwa. Binadamu kwa sababu ya sumu ya nyoka akafa. Alipofariki watu wakaja wengi kwenye maziko, wakasema ng'ombe achinjwe. Kwa hiyo yale ambayo tunafikiri hayatuhusu yanatuhusu sote kama taifa. Aliyeko serikalini anamhusu. Aliyeko kanisani anamhusu. Kama kuna mambo ya kutengeneza kama taifa tukae chini na tutengeneze. Hayupo mwenye nguvu kumzidi mwingine. Mwezi wa saba nikiwa nahutubia pale kwenye kongamano la vijana, ukienda kwenye mtandao utaona nilisema kiu ya Watanzania ni ile katiba ya Jaji Walioba. <apples> mlizunguka nchi nzima mkakusanya maoni ya wananchi takribani miaka kumi na mbili sasa nimeweka uvunguni, na nilisema wazi ikifika hatua watu watadai na damu itamwagika. Na sasa tunaona mambo yakitokea, na ukienda huko mtandaoni utaona hata kina Profesa Kabudi wameonya juu ya mambo haya, lakini sisi kama taifa tunaona kama kawaida. Tulipoingia kwenye vyama vingi mwaka elfu moja mia tisa tisini na mbili, wale ambao walikuwa hawajazaliwa au waliozaliwa wakati huo sasa wana miaka thelathini na tatu, ni watu wazima. Najua inafika hatua viongozi wa dini wanaogopa wa kanisa kuongea, kanisa, yeah. Na pia kanisa Katoliki limeongea neno, hebu tusikilize. Ndugu zangu wapendwa, Taifa letu limejeruhiwa na taifa letu limepoteza heshima kutokana na yale yaliyojiri ya wiki ya uchaguzi mkuu. Sio tu limepoteza heshima, lakini limepoteza watu raia ambao wameuawa kiholela. Katika masimulizi yanayoendelea, wako watu waliouawa wakiandamana, lakini adhabu ya kuandamana sio kifo cha risasi. Wako watu waliouawa wakiwa majumbani wamefuatwa wakauawa wakiwa nyumbani kwao. Hilo halionyeshi sura ya Tanzania hata kidogo, na hilo halina maelezo, hilo halina msamaha, ni chukizo mbele ya Mungu. Katika somo la kwanza, mambo mawili yanadokezwa: haki na hekima. Tanzania tumepoteza muono wa haki. Na mara nyingi katika mazungumzo yetu, aidha kwa makusudi au kwa ujinga, tunazungumza juu ya amani lakini hatuzungumzi juu ya haki. Sasa hakuna amani bila haki. Hilo mliweke sawa vichwani mwenu. Haki ni msingi wa amani. Narudia tena, haki ni msingi wa lazima wa amani. Jambo la pili lilotokeza kwenye somo hilo ni hekima. Hekima ni wasifu wa Mungu na mwanadamu mwadilifu anatazamiwa kuwa na hekima. Je, watanzania tuna hekima? Katika somo la Injili, Bwana Yesu anatufundisha juu ya makwazo. atakayemkwaza mmoja afadali wa walio wadogo afadhali, kama angefungiwa jiwe kiunoni na kutumbukizwa baharini. Kwa maneno mengine, anayejiruhusu kushabikia au kufanya makwazo ni chukizo mbele ya Mungu. Kwa hiyo, ndugu zangu tunapoadhimisha misa hii ya kuwaombea ndugu jamaa marafiki, na raia wenzetu waliouawa wiki ya uchaguzi, tumwombe Mungu atuhurumie na atujalie hekima, atujalie tena utayari wa kutenda haki na kuwa wakweliju asandingo wakusikiliza mpaka wakati ujao. Yeah, don't forget to subscribe. Asante.